Halo ndugu, habari gani? Mzuri mzuri Gidi, hebu weka simu karibu na mdomo tukupate vizuri. Uko mbali sana. Nilikuwa oh, nimeweka vibaya, nimeweka sasa mzuri. Gidi, hebu twambie kwanza kabisa waitwa nani? Eh, mi naitwa Chris, Chris Nyongesa. Chris hey, Chris, lakini sio Chris Brown <laughs> kwa hivyo nikuite tu Chris cr eh? Hey, niite tu Chris bila Brown. Unatuambia ulikosana na mke wako, ukaamua wewe ndi utoroke? Gidi, ile kitu ilitokea, nilipatikenoko na mpango wa kando. Sasa wakati mimi napiga simu, naongea na mpango, naongea na sikujua bibi yangu iko nyuma yangu sasa kumaliza hivi gidi, ilikuwa kivubi, ilikuwa shida. Hata ni vile niko na nguvu mimi, singekuwa uhai. Nilipigwa sana gidi. Sasa nikafanya kosa, nikampapasa kofi gidi, nikamweka chini, alafu nikabeba vitu vyangu yote, nikaenda gidi. <laughs> mpango wa kando kitambo, gidi, kitambo sana, niliachana nayo kabisa. Uliachana lini? na li unasema ni juzijuzi. Juzi mkako amekufumania, wakati alisikia nilitoka kwa bibi, na wakati ingine bibi ilikuwa inanipatia pesa kidogo hivi, hata yeye akaenda gidi. Kwa hivyo, sasa mwachana na mpango wa kando kabisa kabisa, gidi? Nilimwacha Sidhani kama yeah. Uko serious. Niko serious gidi. Mpigie tafadhali, mpigie gidi. Ningependa kumpigia huyo mwanadada. Please enter your complete pin number. Jina lake nimepewa hapa kama Triza. Mhm. Mm, sema yeye. Ndiye <laughs> alitoka pale. Hello Triza. Eh. Uh... Habari ya asubuhi. Mzuri sana. E, mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. So, unajua Radio Jambo? Ya yeah. E, na unajua Patanisho? Yeah. Eh, yeah. E, e, kuna